Mahakama Kuu ya Tanzania, Masijala Ndogo ya Dar es Salaam imetupilia mbali shauri la kudai kukiukwa kwa, kwa amri ya mahakama iliyowasilishwa dhidi ya viongozi wa chama cha upinzani CHADEMA. Kesi hiyo, iliyosajiliwa kwa namba 24850 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na makamu mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar, Saidi Issa Muhammedi, na wenzake, wakiiomba mahakama kutoa amri ya kuwakamata na kuwaweka gerezani baadhi ya viongozi waandamizi wa, wa chama hicho cha upinzani nchini Tanzania, akiwemo makamu mwenye uamuzi huo umetolewa na jaji Awamu Mbagwa, ambaye alikubaliana na hoja za wakili wa utetezi Ekima Mwasipu kwamba maombi hayo yaliwasilishwa nje ya muda kisheria na hivyo hayakuwa na mashiko ya kuendelea kusikilizwa. Akizungumza nje ya mahakama baada ya uamuzi huo, wakili Mwasipu alisema, na hapa na mnukuu: uamuzi wa leo ni hatua muhimu ya mwanzo tangu Juni 10, mwaka huu 2025. Kesi hii ilizuia shughuli zote za CHADEMA nchini kutokana na tafsiri potofu ya zuio lililotolewa baadaye dhidi ya katibu mkuu. Kwa kuwa shauri hili lilianzishwa kwa malengo ya kukwamisha harakati za chama, ni muhimu sasa walioanzisha watumie utaratibu huo huo kuliondoa kabisa mahakamani ili CHADEMA ipate haki na uhuru wake wa kikatiba, ikiwemo kufanya vikao vyake kwa uwazi na kutathmini matukio yaliyoikumba nchi. Mwasipu alirejea pia maafa yaliyoripotiwa kutokea Oktoba 29 akidai kuwa serikali haijatoa takwimu kamili kuhusu kile alichokitaja kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Alishtumu kile alichokiita ukwepaji wa uwazi na akazitaka mamlaka kutoa taarifa rasmi kwa umma. Hata hivyo, maelezo hayo bado hayajathibitishwa na vyombo huru na serikali imekanusha madai hayo katika matamko yake ya awali.